Je, ushaisikia kuhusiana na wiki ya sheria au siku ya sheria? Na nini maana yake? Je, unaelewa chimbuko lake na ilitokana na nini? Kwa hapa Tanzania inafanyika galini na kwa utaratibu gani? Naitwa Moza Tiera, ni hakimu katika mahakama ya Tanzania. Na nipo hapa kuelezea kuhusiana na wiki au siku ya sheria kwa ujumla. Um, siku ya sheria au wiki ya sheria ni tamaduni ambayo ipo katika mahakama nyingi hapa duniani. Lakini kwa Tanzania ina miaka zaidi ya 30 tangia hii siku ianze kutumika. Kutokana na uchunguzi uliofanyika na chuo cha mahakama, chuo cha uongozi wa mahakama kilichopo Lushoto kinaelezea kwamba siku ya sheria itachukua chimbuko lake kutoka tarehe 1 Machi mwaka 1996, ambako mahakama ilikuwa inajiandaa kusikiliza mashauri au ilikuwa inaandaa kusikiliza mashauri yanayotokana na, na uchaguzi uliofanyika mwaka 1995, uchaguzi wa vyama vingi. Kwa hiyo wakati wanajiandalia hiyo libidi watafute siku maalumu ya kukaa kusikiliza hayo mashauri, lakini baadaye ikaonekana yasiwe tu mashauri ya uchaguzi bali yasikilizwe mashauri mengi, na ndipo majaji na wasajili wakakaa na kutengeneza siku maalumu ambayo itakuwa ni siku ya sheria kwa hapa Tanzania. Tamaduni zinaonyesha kwamba sherehe hizi za Law Day au sherehe hizi au siku hii ya sheria uh, mhwaga inafanyika mwanzoni mwa Februari ili kuonyesha mwanzo wa Uh, mwanzo wa mahakama au mwanzo wa kalenda ya kimahakama, kwa pale ndo matukio mengi ya kimahakama yanategemea yameanza official. Katika siku hii mara nyingi hutolewa hotuba kutoka mahakama uh, kutoka katika viongozi mbalimbali mbali wa mahakama kwa jamii, wakielezea uh, ma ma mafanikio na changamoto ambazo zimeikumba mahakama katika miaka iliyopita, lakini pia kuelezea azma ya mahakama katika mwaka huu ambao unaanza Hivyo, kwa hivyo, matukio pali, kuelezea, pango, hivyo matukio yanayofanyika pale ni ya kuelezea mipango iliyopo ya mahakama kiujumla. Ilianza kama siku ya sheria, lakini mwaka elfu mbili na kumi na nne ikapendekezwa kuwepo na wiki ya sheria aa, na hapo kukawa na matukio mbalimbali ambayo yanaanza katika ile wiki na yanamaliziwa katika kile kilele cha siku ya sheria ndani ya wiki. Wiki kunakuwa na matukio mbalimbali mbali ambayo yanafanyika na, na mahakama mbalimbali katika kila kanda mkoa na wilaya na kokote ambako mahakama zipo, kunakuwa na matukio ya kusikiliza changamoto za wananchi. Lakini pia mahakama yanashirikiana na wadau wengine wengine mbalimbali kama polisi au vyama vya kijamii, ili kuweza kutoa elimu kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusiana na, na, ya na, na sheria. Tarehe hizi za siku ya sheria au wiki ya sheria hubadilika kutokana na kalenda au utaratibu wa kimahakama. Naitwa Moza Tiera. till next time